Japo kumshukuru Mungu ameninda siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe na karibisha waimbaji nazote tukaweze kusimama

mazi ya Asante Mungu baba Mungu mwana mtakatifu Baba na kuja mbele zako kwa kuraishia sifo, naweza bali Asante kwa kwa umenilinda Mungu wangu hiki yote Mungu wangu. Sifo na kukukuza ya Mungu wangu. Tazama nitaka kwenda kunena nini Mungu wangu. Nisinene maneno alia Mungu bali mkanina maneno alia mungu Mungu wangu. Mtaka ya nina yote yatoke ya mwaku ya kunena maneno alia mungu ya Kwa maana bila wewe mimi si kitu mbele zako Mungu wangu. Kwa maana bila wewe mimi sitaweza chochote Mungu wangu. Acha kazi kunaongoza jinsi upendavyo Mungu wangu. Mtaka kwanza mwanzo wema na kisha Mungu wangu. Si Bwana tu kufuta promise tukisema na wewe. Yaani jaje na kusikiza baba ni mama acha kwani. Amen. Zaburi 14 kuanzia moja inasema Mpumbavu Moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Kutoka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili, amtafutae Mungu. Amen kuenda hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa mkumbavu, hakuna neno ambalo utaliweza kuona mambo yale nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na hofu ya Bwana, muone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno lolote ambalo utaliweza na kumchukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hata kama umetenda dhambi, utakuwa na jihukumu tu, kwa nini nimefanya hili jambo? Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile hofu ya Bwana itakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa wewe ujali, ukiamba kitu ujali. Bwana Yesu asifiwe. Yani hata mtu mkubwa akipambea kitu

Wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. Kuna ambao t wamepotoka kwa sababu ya ukumbavu wao. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. a ambao uko hapa kanisani uko tofauti na ule kwenye ei kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa pamoja utajua utofauti ni upi? Bwana Yesu asifiwe bila kule

sijui kwamba ana tena maovu. Bwana wewe usijui, hata wewe mwenyewe pia. Ukienda kuiba, kwani sijajua kama umeiba, utajua kama umetenda dhambi, kwa sababu ndio neno ulikuwa unakusujudia kufanya. Bwana wewe usijui, lakini kama umefanya kitu ambacho yaani ilikuwa Bwana wewe usijui kama umefanya kitu, lakini hujui. Hapo utasema kama, Mungu nimekukosea, unisamehe. Bwana wewe usijui, na toa watu wa kujizuia, watu wa kujisusi wajisusha mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza kujipandisha Bwana Yesu asifiwe. Tena Zaburi 26 kwanzia. Kwanzia Kitabu cha Zaburi ishirini na sita kuanzia moja, inasema E Bwana unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu. Bwana Yesu asifiwe.

Unisafishe mtima wangu na moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa huo mtu akumwambia Bwana akujaribu na kukupima. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona majaribu zingine ukasema ni shetani. Kumbe ni Mungu anataka kukupima imani yako. Mungu wangu Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kukupima imani yako kama utamtumikia kweli, hapo tena utenda mambo mengine ukafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa, sasa patile jazi. Kama pale kuna wengine wao wanaenda shule hawapewi visa za break. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa ukasema naenda kutafuta mtu alipatia visa za break. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe, visa watu wa kupenda tamaa. Bwana Yesu asifiwe, kama ni kitu mtezo wako a namwelewe yeah. Bwana Yesu asifiwe, leo kama amepata, kesho a namwelewe yeah. Bwana Yesu asifiwe, maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu Nami nimekwenda katika kweli yako. Siku kati pamoja na watu wa ubatili. Wala sitaingia mnapo wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna marafiki wanaweza kuja akakushawishi vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uwezo kasema eti marafiki na hapa hapa kanisa ni peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Pia kule shuleni hata mimi niko nao marafiki marafiki kama Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa unakuwa uchunguze huyu rafiki mkishikana naye atanifundisha maneno gani? Bwana Yesu, yeah, asifiwe. Yeah. Ajua atawajenga Bwana Yesu asifiwe. Tusifundisha na maneno ya ukumbavu Bwana Yesu asifiwe. Na kama mnajifundisha maneno, mjifundishe je? Kama ni katika masomo, mjifundishe. Mkiwa, kama ni kama, kwa sababu kule shule watu wanaenda PPI Bwana Yesu asifiwe. Na kama mkiwa huko, mjifundisha maneno ya kujengana Bwana Yesu asifiwe. Msijifundisha maneno ambayo yana maana kwa

Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Pia nakumbuka mama tena aliposema, alituambia sisi teenagers, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupige na kile ambacho tunakuwa nyumbani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema hata kama ni mboga ambayo haina uto, naomba ridhika, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muombe mama kwa anapoenda mahali, Bwana Yesu asifiwe. Kujua kwa anapokwenda ni wapi, Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukimweka mbele za Mungu, akirudi anza kula nyama ambazo zina uto. Bwana

wakatazama wale wanaojia baba yangu, wanatoa ni kwa ajili ya masomo yao. Mungu wanatoa ni kwa ajili ya wazazi wa mfalme nasi pia, wazazi wanaokwenda wana kututolea mfalme, wanatutolea ni kwa ajili ya masomo yao wa mfalme, kwa maana mtihani umekaribia baba yangu, unahitaji kuona mkono wako mfalme. Asante Mungu kokuwani Mungu sio ni Amen. Doa, doa. baraka ukitaka kubariki